Bilionea alimleta nyumbani ombaomba -omba mjamzito na wanawe 11. Hivi ndivyo mkewe alivyofanya. Ilikuwa jioni ya mvua nyepesi huko Karen, Nairobi, barabara zikiwa kimya. Gari jeusi lilisimama taratibu kwenye lango refu. Ndani yake alikuwepo bwana Baraka Mwangi, bilionea anayeheshimika kwenye biashara za uwekezaji, mali isiyohamishika na bima. Alipofungua mlango Hakutoka peke yake. Kulikuwa na mwanamke mjamzito mchovu, macho yakiwa na hofu, akishikilia mkono wa mtoto mdogo, huku wengine kumi wakifuata nyuma. Utaingia ndani, Baraka alisema kwa sauti tulivu, hapa utakuwa salama. Ndani ya nyumba, Bi Esta Mwangi alisimama sebuleni. Aliona watoto wengi, mavazi yao yakiwa yamechakaa, na mwanamke aliyekuwa na tumbo kubwa la ujauzito. Moyoni mwake kulipuka maswali: kwa nini nyumbani kwangu? Kwa nini sasa? Lakini hakusema neno. Alitabasamu kwa adabu. Karibuni, alisema, mtachoka. Watumishi walitazamana kwa mshangao. Jirani mmoja aliyepita alituma ujumbe wa siri. Habari zilianza kusambaa pole pole. Usiku huo nyumba ile ilibeba mzigo wa siri kubwa, siri ambayo haingebaki kimya kwa muda mrefu. Asubuhi iliyofuata Lavington iliamka kwa kelele za ndege. Esther aliandaa chai jikoni, mwanamke mjamzito alikaa kimya mezani, watoto wakitazama kwa heshima. Esther alivunja ukimya, unaitwa nani? Naitwa Asha Abdalla, akajibu kwa sauti ya chini. Ninatoka Malindi, nilikuja Nairobi kutafuta matibabu. Baraka aliingia akiwa amevalia suti Asha alikutana nami jana karibu na Westlands, alisema alikuwa amechoka. Niliona si sawa kumwacha. Esther alitazama tumbo la Asha. Ujauzito una miezi mingapi? Minane, akasema. Nilihitaji huduma ya afya, niliahidiwa kazi, nikafukuzwa, kodi ilinikaba. Esther alinyamaza. Alijua gharama za afya, akiba na maisha ya baadaye. Alijua pia maneno ya watu lakini aliwaona watoto, aliwaona watu, si mzigo. watapata shule, Esther alisema, na Asha utapata daktari. Watoto walitabasamu kwa mara ya kwanza, lakini macho ya Esther yalificha tahadhari. kwa mini Baraka anajali sana, aliamua kusikiliza kabla ya kuhukumu. Siku chache baadaye, uvumi ulianza kileleshwa. Jirani walinong'ona, bilionea ameleta ombaomba nyumbani mwingine akaongeza, mjamzito tena. Esther alipokea simu kutoka kwa rafiki wa zamani, una uhakika? hii inaweza kuharibu sifa ya biashara yenu. Usiku huo Esther alimkuta Baraka bustanini. nataka ukweli, alisema bila mzunguko, kwa nini hawa? Baraka alitazama mbali. wakati nilianza uwekezaji nilisaidiwa, niliahidi sitapita bila kusaidia. lakini kwa nini nyumbani Baraka alijibu, kwa sababu hakuwa na mahali salama. Esther hisi jibu hilo halijakamilika, lakini hakumsukuma. Alijua subira ni akiba ya ndoa, akaamua kuwajua watoto mmoja mmoja, Zuri, Hamisi, Rehema, kila jina likimchoma moyo kwa matumaini. Nje mlango ulifungwa, ndani hisia zilifunguliwa. Esther alimpeleka Asha Aga Khan Hospital kwa uchunguzi. Alikaa naye chumba cha kusubiri akishika mkono wake. Daktari alizungumza kuhusu hatari ndogo na umuhimu wa ufuatiliaji. Tutaweka mpango, hakuna hofu. Njiani kurudi, asha alilia kimya, sijawahi kuheshimiwa hivi. Esther akamjibu, kila mtu anastahili huduma ya afya na heshima. Usiku watoto walilala mapema, Esther alikaa peke yake akitafakari mustakabali bima ya afya na elimu. Alijua gharama, lakini pia alijua thamani ya utu. Alipoinuka alimwona Baraka akitazama picha ya zamani. Uso wake ulikuwa mzito. Esther hisi hadithi ina mizizi ya zamani, akaamua kusubiri mpaka wakati ufaao. Jioni ya Ijumaa, meza ya chakula ilijaa vicheko vya watoto. Kwa mara ya kwanza, nyumba ilihisi hai lakini baada ya kula, Esther alimwomba Baraka wabaki sebuleni. Baraka alisema taratibu, kuna vitu vinafika mwisha wake. Esther alingoja, moyo wake ulipiga haraka. Nitaongea, lakini si leo, Baraka akaanza. Esther alisimama. Sawa, lakini ukweli utahitaji ujasiri. Nje mvua ilianza tena, ndani saa iligonga, siri ilibaki mezani, ikinong'oja siku yake. Mtazamaji angehisi kilele kinakuja na ukweli utabadili kila kitu: ndoa, familia na maana ya utajiri wa kweli. Asubuhi ilipopambazuka, Ngong Road ikiwa na upepo wa baridi, Baraka alitoka mapema, akasema ana kikao cha uwekezaji wa mali isiyohamishika. Esther alibaki na mawazo mazito. Alipoingia ofisini kwake nyumbani, aliona faili la zamani mezani, halikuwa limefungwa vizuri. Aliyafungua taratibu kulikuwa na barua risiti za zamani na picha iliyochakaa ya kijana maskini na msichana mchanga. Jina lilimkuta kama mshale: Asha Abdala. Tarehe zilikuwa za miaka mingi iliyopita. Moyo wa Esther uliganda. Inawezekanaje? alinongona Siku hiyo Esther alimchunguza Asha kwa macho ya maswali. Aliona heshima, woga na ukimya. Hakukuwa na majivuno. Watoto walimzunguka kama ngao. Hakukuwa na nafasi ya chuki bado Usiku ulipofika Baraka alirudi akiwa mchovu. Esther hakusema neno, aliamua kungoja hadi ukweli ujitokeze wenyewe, lakini ndani yake kulikuwa na mapambano. Upendo, uaminifu na heshima ya ndoa vilikuwa mezani. Usiku wa manane kelele ilisikika. Asha alikuwa anajifungua. Esther alichukua funguu akamkimbiza MP Shah Hospitali. Baraka alifika dakika chache baadaye, uso wake umejaa wasiwasi. tutakuwa pamoja Esther alisema kwa sauti thabiti. Ndani ya chumba cha uzazi, Asha alipumua kwa shida. Ninaogopa, alisema. Esther alimshika mkono, huna peke yako. Masaa yalipita, hatimaye kilio cha mtoto kilivunja ukimya. Mtoto wa kike mzima, mwenye sauti kali. Daktari alitabasamu, kila kitu kiko sawa. Baraka alishusha pumzi ndefu, macho yake yalikuwa na machozi. Esther aliona hilo, alijua hisia zile hazikuwa za mtu wa kawaida Alipomuona mtoto Esther alihisi kitu kikivunjika na kujengwa kwa wakati mmoja. Hakukuwa na lawama, kulikuwa na ukweli unaokaribia. Siku tatu baadaye, walikaa sebuleni, watoto walikuwa nje wakicheza. Asha alikaa kimya, kichwa chini. Ni wakati, Esther alisema. Baraka alisimama. miaka 15 iliyopita nilikuwa maskini, Asha alinisaidia. Tulikuwa vijana, tulipendana, lakini niliondoka kutafuta maisha. Sikujua alibeba mimba Nilipofanikiwa, nilikutana na wewe, Esther. Kimya kizito kilitanda. Asha akainua macho. sikutafuta kukurudisha, alisema, nilitaka kuishi. Esther alifumba macho, maumivu yalikuja lakini pia uwazi. kwa nini sasa? Alipomkutana naye nilijua siwezi kumwacha, Baraka alisema. Esther alinyamaza, alitazama watoto, alitazama mtoto mchanga. Ndipo akasema, tutafanya kilicho sawa kwa watoto wote. Esther aliamka mapema siku iliyofuata. Alipanga mpango wa elimu, bima ya afya na makazi. Alimkuta Asha jikoni. Asha alisema, sitaki chuki, nataka haki. Asha alilia, asante. Esther alizungumza na Baraka, nitabaki lakini kwa masharti, ukweli, heshima na wajibu. Baraka alikubali, niko tayari. Watoto waliandikishwa shule. Asha alipata nyumba ndogo karibu. Esther alitembelea mara kwa mara. Jirani walinong'ona lakini matendo yalizungumza zaidi. Ndani ya maumivu, Esther alichagua utu. Alijua thamani ya familia si kwa damu pekee, bali kwa maamuzi. Mwaka mmoja baadaye, sherehe ndogo ilifanyika Kiambu. Watoto walicheza, Asha alitabasamu kwa amani. Esther alisimama pembeni akitazama. Baraka alimshika mkono, ulinifundisha maana ya utajiri. Esther akajibu, utajiri si pesa, ni kufanya lililo sawa. Mtoto mtanga alicheka. Watoto wakamkimbilia Esther. Alipokea akijua safari haikuwa rahisi, lakini ilikuwa sawa. Hadithi ikaisha bila makelele, lakini kwa mguso wa moyo, upendo unaochagua haki, familia inayopanuka na matumaini mapya.